Ya habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena kwa siku nyingine na wakati mwingine katika mwendelezo wa kipindi chetu. Bila shaka, siku ya jana kuna matukio kadhaa ambayo yalitokeza katika siasa ya dunia, na moja katika matukio hayo ilikuwa ni safari ya Rais Cyril Ramaphosa katika nchi ya Marekani, safari ambayo tunasema ilikuwa ni ni very technical. Ni safari ambayo ilikuwa imezingatia Uh, hitajio la safari husika kulingana na hali ya mahusiano iliyokuwepo baina ya nchi ya Marekani na nchi ya South Africa. Kama tunavyokumbuka kwamba imepita siku kadhaa toka nchi ya Marekani ilipoweka status ya non grata kwa aliyekuwa balozi wa South Africa katika nchi ya Marekani Ibrahim Rasul. Niliweka status kwamba ni katika watu ambao hawatakiwi katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo lazimika balozi wa nchi ya South Africa Ibrahim Rasul katika nchi ya Marekani aweze aweze kuondoka, lakini pia hilo lilifuatiwa na Marekani kuwapokea raia wa South Africa takriban 60 ambao walikuwa wameomba kama asylum seekers, tunasema uh, wale wenye kuomba makazi katika nchi ya Marekani kwa kigezo kwamba wanahofia maisha yao, wanaweza kuuliwa ndani ya nchi ya South Africa. Kwa hiyo mazingira kwa hakika yalikuwa katika, katika msingi huo na hivyo palikuwa kuna umuhimu wa South Africa au msafara wa South Africa ukiongozwa na rais Cyril Ramaphosa kuelekea katika nchi ya Marekani kujaribu kupunguza joto na kuweza kuangalia maslahi ya nchi zote mbili, namna gani anaweza yakapatikana. Na tunasema kwamba safari hii ilikuwa ni very technical kwa sababu, vile vile kwa kuzingatia msafara wa watu ambao walikwenda kutoka katika nchi ya South Africa. Moja katika watu ambao waliongozana na, na rais Cyril Ramaphosa ni NLS ambaye ni rafiki wa karibu wa Donald Trump, kwa maana ya kwamba kwanza ni mcheza golf mashuhuri katika nchi ya South Africa, lakini pia ni mtu ambaye amekuwa akicheza golf wakati mwingine pia na rais Donald Trump. Kwa hivyo kuchukuliwa katika safari hii, manake lengo lilikuwa linaonekana kabisa ni kujaribu kupoza joto, kwa sababu ya kufahamu kwamba kuna tatizo baina ya Marekani na nchi ya South Africa, lakini vile vile katika watu ambao walikwenda katika msafara huu ni bilionea mmoja wa kiSouth Africa uh, ambaye anajulikana kwa jina la Johann Rupert ambaye ni mmoja katika watu ambao ni wafanyabiashara mashuhuri katika nchi ya South Africa na anahesabika kama ni katika watu ambao ni mabilionea, lakini vilevile vile alikuwepo uh, Zingiswe Uh, Losi ambaye ni mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara katika nchi ya yeah, South Africa ambaye ni anajulikana kama ni mwanamama mashuhuri katika nchi ya South Africa, lakini bibi ana na experience ya kutosha, ukiachilia mbali wajumbe wengine ambao waliongozana katika msafara huu, lakini hao walikuwa ni watu ambao wamekwenda uh, kwa purpose maalum kulingana na nature ya mkutano au nature ya muunganiko au yale makutano wanayokwenda kukutana baina ya marais wawili na muundo wa uh, mkutano huu ilikuwa ni kama muundo wa Rais Vladimir Zelensky alipokwenda katika nchi ya Marekani, lakini lile joto ni kama vile lilishushwa na badala yake, hata wale ambao walikuwa wanaonekana siku ile wakati Vladimir Zelensky amekwenda katika nchi ya Marekani, walikuwa wakizungumza kutoka upande wa Marekani kama Kennedy Rivers kina Peter Hegseth leo jana hawakuwa wanazungumza, kwa hiyo kama tension ilikuwa imepozwa, kwa sababu katika upande wa Marekani alikuwepo uh, Jerry Vance alikuwaepo Peter Hegseth na alikuwepo uh, Christopher Landau ambaye um, actually ni msaidizi wa Marco Rubio ambaye kwa jana inaonekana hakuwepo, lakini mazingira ya kiuhalisia yalikuwa yapo hivyo. Mkutano of course ulikuwa unaonekana kabisa, ulikuwa una joto kwa kiwango fulani, kwa sababu ya shutuma ya uh, baadhi ya wanasiasa wa uh, nchi ya South Africa ambao wamekuwa wakitoa kauli kali dhidi ya jamii ya wazungu uh, mwanasiasa kama uh, Malema ambaye actually zilionekana baadhi ya video zake zikionyeshwa na akatakiwa Rais Cyril Ramaphosa aweze wa walau kutoa baadhi ya, ya maelezo, lakini bahati nzuri pia alikwenda na uh, waziri wa kilimo wa nchi ya South Africa uh, John uh, Stenhausen ambaye Stenhausen, ambaye actually ni mzungu na alisaidia sana kwenye kutoa baadhi ya maelezo ambao actually yalisaidia kuweka sawa pia baadhi ya, ya, ya, ya hali ya joto ambayo ilikuwa inaonekana kwa upande mmoja au mwingine inaongezeka katika kikao hicho. Lakini lengo la discussion yetu katika uh, kikao hiki au safari hii ya Rais Cyril Ramaphosa hasa ni kuangalia lengo la South Africa kwenda katika nchi ya Marekani lakini vilevile kukuzingatia nafasi yake pia katika BRICS katika ule umoja wa BRICS ambao kiasili umeundwa na, na takriban nchi tano, lakini mojawapo ikiwepo nchi ya South Africa. Uh, lengo la South Africa kwenda nchini Marekani kwanza ni kuangalia maslahi ya kibiashara, maslahi ya kibiashara kibi, kwa kuzingatia kwamba South Africa ni nchi miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikinufaika na sera ya Marekani kupitia uh, programu ambayo wanaita AGOA yani, Africa Growth and Opportunity Act, ambayo ni ilisainiwa takriban mwaka elfu mbili na aliyokuwa Rais wa Marekani Bill Clinton, ambayo actually ni program au projekt ambayo inatoa fursa kwa nchi zilizo kusini mwa Afrika kufanya biashara na Marekani, maanake kuingiza bidhaa takriban sampuli ya bidhaa kama mia sita ambazo zinaweza kaingia katika soko la Marekani bila kutozwa ushuru wa namna yoyote ili kuweza kusaidia nchi za kusini mwa, mwa, mwa. jango la Sara. Kwa hiyo South Africa ni miongoni mwa nchi ambayo zinanufaika sana na programu hiyo. Kwa hivyo hii sintofahamu ilikuwa imeingia kuongezwa kwa, kwa ushuru wa bidhaa kwa takriban asilimia thelathini, ilikuwa ni jambo muhimu ambayo ilikuwa inalazimisha South Africa iweze kwenda kuzungumza na Marekani ili kuweza kuweka mambo sawa sawa. Lakini jambo lingine ambayo tumejaribu kulitazama katika safari hii kwanza ni kuonyesha vilevile kwamba uh, jamii ya BRICS bado haijafikia katika levo ya kuweza kufanya mambo yote au mambo mengi yenyewe, pamoja na kwamba ni jamii ambayo imeamua au ni nchi ambazo zimeamua kujikusanya ili kuweza kukabiliana na baadhi ya changamoto ambazo zimekuwa zikitengenezwa na Marekani. Na maana mnaweza tukaona kwamba sio uh tu uh, uh, labda South Africa kwenda kwake katika nchi ya Marekani ndio wa kwanza kujaribu kuangalia maslahi yanayoweza kupatikana kwa memba ambaye sio wa BRICS, bali vilevile nchi zingine nyingi zimekuwa zikifanya hivyo. Nchi kama China zimekuwa zikifanya biashara na nchi ambazo sio memba wa wa wa BRICS, lakini vile vile nchi kama Urusi kutokana na kuwekewa vikwazo vya uuzaji wa gesi yake katikati ya Ulaya, imejaribu kutafuta pia njia nyingine kwa kutumia katika uh, ile Turkey pipeline ile bomba la gesi la Uturuki kuweza kusifikia baadhi ya nchi za kusini mwa Ulaya na nchi za Balkan, nchi kama za Ugiriki, nchi kama za uh, Montenegro, uh, nchi kama za Serbia, Bosnia, pamoja na nchi kama ya uh, Hungary kuweza kuzifikia pamoja na kwamba wenyewe sio BRICS members, lakini panapokuwa kuna maslahi, maana yake inaonekana kwamba hata kama mtu ni member wa BRICS ana uwezo wa kutoka kwenda katika, katika nchi nyingine kuweza kujaribu kuangalia maslahi ya wapi. Lakini uh, tumesema kwamba bado kuna vitu inaonekana kwamba ndani ya BRICS pia havijawekwa sawa sawa, kwa sababu ukiangalia katika kitu ambacho uh, walichokuwa wanajaribu vile vile kukiomba, lakini asili yake kilikuja kama shutuma kilikuja kama shutuma ni hali ya usalama ya jamii, so wa ya wa uh, wazungu uh, wanaopatikana, hali ya usalama ilivyokuwa inazungumzwa kwamba South Africa, na ni kweli, South Africa ni katika nchi ambayo usalama wake ni mdogo sana, kwa sababu ukiangalia katika n za nchi ambazo usalama wake ni mdogo duniani, ya kwanza inatajwa ni nchi ya Venezuela, ya pili ni visiwa vya Papua New Guinea na ya tatu ni nchi ya South Africa. Kwa ina maana, katika Afrika kwanza nchi ambayo usalama wake ni mdogo zaidi ni nchi ya South Africa, na katika dunia South Africa inachukua nafasi ya tatu. Kwa ina maana, katika lile lilokuwa linazungumzwa katika swala la, la, la, la, la usalama kiasi ambacho ile uongozi au msafara wa South Africa ukawa wanasitiza sana kumuomba Rais Donald Trump awasaidie uh, teknoloji na vitu gani ili kuweza kupambana na mambo ya uhalifu. Tunaamini kwamba ndani ya members wa BRICS walikuwa wanaweza kufanya hicho kitu. Kwa mfano, nchi kama China ukilinganisha na Marekani, China ina hali ya usalama mzuri kuliko nchi ya Marekani. Maanake usalama ndani ya China umeimarika zaidi kuliko ulivyo Marekani, na hasa kinachotumika ni teknoloji hiyo hiyo, na ingewezekana kupata teknolojia hiyo kwa China, inawezekana kwa bei rahisi kama kuliko vile wanavyoiomba kutoka katika nchi katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo tumejaribu kuangalia pia hilo kwamba uh, katika mpango wa kwenda kwa ajili ya kuweka sawa mahusiano na kuweka sawa masuala ya kibiashara, lakini kuna mambo ambayo tunaamini kwamba kama BRICS members walikuwa na uwezo wa kukaa na kujaribu kuyasorti bila kwenda katika nchi kama Marekani kwa ajili ya kuomba Uh, support ya ya mazingira ya, kama hayo ya- ya, ya kwa maana ya kuomba aidha teknolojia na vitu kama hivyo ambavyo vinaweza vikasaidia kwa upande mmoja mwingine katika hali ya usalama ambao imekuwa ikipigiwa kelele katika nchi katika nchi ya ya Afrika Kusini, na ukiachilia mbali hapo, uh, bado tunaona kwamba BRICS members wana changamoto ukiachilia mbali hii ambayo naizungumza, lakini wana, wana changamoto ya vitu vingi, vinaonekana bado havijakaa sawasawa. Kwa hiyo hata hii safari ya rais wa South Africa ambaye ni moja katika kome ambazo kuenda katika nchi ya Marekani, ukiachilia maslahi haya ya kibiashara, lakini bado tunaona kwamba namna walivyokuwa wakiomba, tunaona kwamba kuna aina fulani ya mapungufu ambayo tuna ya experience kwa, kwa, kwa, BRICS members, kwa sababu mambo kadhaa walikuwa na uwezo kuya sort wao wenyewe na tuna experience tatizo ndani ya BRICS. hata tukijaribu kurudi nyuma takriban mwezi wa nne uh, kwenye kikao ambacho kilifanyika uh, katika nchi ya Brazil katika mji wa Rio de Janeiro ambao ulikusanya mawaziri mambo ya nje wa nchi ya, wa nchi za BRICS. katika mkutano uh, huo wa uliofanyika mwezi wa nne kule Rio de Janeiro walikuja na fikra ya kujaribu kupendekeza kwamba ifikie hatua katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo linakusanya nchi kadhaa tu chache ambazo zenye uwezo wa kufanya maamuzi ya mwisho hata kama General Assembly ile yenye kusanya nchi nyingi watapitisha jambo lao, lakini likienda kule katika Security Council, kama halitapitishwa na Marekani hilo haliwezi kupita. Kama halitapitishwa na Urusi au China au Uingereza au Faransa, maana yake kwa kiasi kikubwa hilo linawezekana lisiwe limepita paka wale watano waweze waweze kukubaliana. Kwa hiyo walikuja na proposal kwamba ikiwezekana apatikane yani nchi kutoka katika global south kutoka ulimwengu wa kusini, aidha iwe ni Brazil au iwe ni India au ikiwezekana south Africa uh, iweze kupendekezwa moja iingie katika security council, iingie katika lile baraza la usalama la Umoja Mataifa, au nchi mbili ziingie katika baraza la usalama la Umoja Mataifa. Na kwa upande wa Afrika, of course hii ni ajenda toka mwaka elfu mbili takriban tarehe saba, tarehe saba uh, na tarehe nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili Umoja wa Afrika walikaa kujaribu kutoa azimio hili kwamba ifikia hatua kwamba Afrika iwe na mwakilishi, lakini miongoni mwa watu ambao zoezi hili lilishindikana pale Rio de Janeiro, lilishindikana kwa nini? Kwa sababu ya pingamizi lililowekwa na memba wa BRICS katika kikao cha BRICS, lakini memba wa BRICS wenyewe ndo waliweka pingamizi dhidi ya South Africa, memba kutoka nchi ya uh, Misri na nchi ya Ethiopia ambao ni new members, ni member wapya katika BRICS ambao walipokelewa takriban mwaka 2024 mwezi Januari, baada ya kuleta maombi mwaka 2023 wakaja kupokelewa mwaka 2024, ndio walikuwa wa mwanzo kuweza kupinga kwamba South Africa isipewe hiyo hiyo nafasi, kwa sababu wanazo wanazozifahamu wao, na mpaka ikafikia hatua lile jambo lika lika lika, lika shindikana. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba Of course ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa inakusudia kutafuta suluhu ya baadhi ya matatizo yaliyoko baina ya Marekani na South Africa, na kujaribu kuangalia maslahi ya kibiashara yaliyoko baina ya Marekani na South Africa, lakini maslahi yao bado yanatupa indication kwamba uh, kuna maslahi ambayo BRICS members wale core BRICS members wale member wa BRICS wa ndani kabisa hawawezi kuyapata <coughs> kwa BRICS members wenzao mpaka waende nje, lakini vile vile kuna misaada ambayo inaombwa na core members of BRICS katika nchi ambazo si BRICS members, inaonyesha weakness kubwa. Inaonyesha weakness kubwa kwa sababu uh, namna wa South Africa walivokuwa wakijaribu kuiomba serikali ya Marekani ilikuwa inaonekana kabisa kwamba ni sehemu ya udhaifu pamoja na kwamba bado South Africa ipo katika baadhi ya projects za BRICS kama zile za de-dollarization kujaribu kupunguza matumizi ya dola, utaratibu ambao ume, umekuwa adapted vile vile na baadhi ya nchi kama Tanzania na mfano wake pia umejaribu kufuata utaratibu huo wa kupunguza matumizi ya, ya, ya, ya dola uh, program ya kutengeneza zile tunaita uh, benki ambazo zitakuwa zinafanya transaction au miamala bila kutumia dola. Of course South Africa ni moja katika memba wa BRICS ambao wameshiriki katika vikao hivyo, maana yake kama walikuwa wanaendesha ajenda dhidi ya Marekani, lakini pamoja na movementi zote hizo bado haijaizuia South Africa kuweza kwenda katika nchi ya Marekani kujaribu kufanya kompromisation kwa upande mmoja au mwingine, pamoja na kwamba ni jambo ambalo linatupa indication kwamba ndani ya BRICS, bado kuna vitu ambavyo vinaonekana kwamba vinatakiwa vifanywe kazi ili waweze kufikia katika lengo ambalo uh, wamekuwa nalo siku zote la kujiweka mbali na makucha ya nchi ya Marekani. Lakini vivyo katika kikao hicho uh, Rais Donald Trump aliulizwa ali swali kwamba lini, na muulizaji wa pili katika wale walouliza maswali uh, lini itafikia hatua utamwambia Netanyahu aweke silaha chini na ache uh, mashambulizi yake ndani ya Gaza. Rais Donald Trump alikwepa hilo swali na badala yake akamwambia kwamba unauliza swali au unatoa kauli. Baada ya hapo, akaendelea na maswali mengine. Hii inatupa indication kwamba kama tulivyozungumza katika vipindi vitu vilivyopita, kwamba anayempa green light Benjamin Netanyahu, anaipa green light Israel kuendelea na movement yake hasa ni Rais Donald Trump na si mwingineo, ni Rais Donald Trump na siku hiyo ya jana e, waziri mkuu Benjamin Netanyahu alisimama akatoa speech. Katika speech yake alitaja vitu kama vinne au vitano, kwamba cha kwanza alitaja kwamba tunashakia kwamba tutakuwa tumemua Muhammad Sinwar. Muhammad Sinwar ni mdogo wake Yahya Sinwar, ambaye inaonekana kwamba ndiye alikuwa kiongozi wa Hamas pale ndani ya Gaza. Uh, na hii ni statement ambayo alianza nayo mwanzo uh, Benjamin Netanyahu ili kuweza kugrab attention ili kuweza kuwavuta watu waweze ku, kuwa watulivu na kuona kwamba anachokifanya ni sehemu ya achievement, pamoja na kwamba maswali mengi yalikuja ya kumchallenge kwamba ulishatuambia kwamba aa, uta achieve total victory, utafikia katika ushindi ndani ya muda mfupi, lakini imekuwa toka mwaka 2023 mpaka leo tunaendelea, tunaenda nusu ya mwaka mwaka 2025, hakuna ushindi ambao ambao umepatikana. Hilo ni, ni, ni jambo la kwanza ambalo alizungumza katika speech yake, na jambo la pili alizungumza kwamba dunia uh, ina mlaumu na inataka amalize vita, lakini hawezi kumaliza vita mpaka hakikishe malengo ya vita yamefikiwa. Malengo ya vita mojawapo ni kuhakikisha kwamba uh, uh, Hamas wameweka silaha chini, lakini vilevile hakuna threats hakuna tishio tena, maana yake ifanyike ile, tuseme, total dismantling, ile kuondoshwa kwa uwezo kabisa wa kijeshi ndani ya eneo lile la Gaza, lakini vilevile ku Uh, kukabidhiwa kwa wale mateka lakini jambo la mwisho ambayo ilizungumza Benjamin Netanyahu ni kuifanyia kazi proposal ya Rais Donald Trump ya kuwaondoa jamii ya Wapalestina wanaokaa katika eneo la Gaza. Kwa hiyo unaweza wakapata picha pia kwamba uh, hii kinachoendelea katika, katika movement ya, raisi, ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu actually maana yake kuna, kuna backup ya rais ya, ya raisi Donald Trump na pamoja na kwamba speech ya raisi, pamoja na kwamba speech ya, ya, ya Benjamin Netanyahu imesukumwa zaidi na pressure ya ndani ya Israel kwa sababu ilikuwa inaonekana kwamba uh, alikuwa akiwadanganya alikuwa akiwadanganya wa Israel kwamba anapambana kuwaokoa Uh, mateka ambao wako takriban hamsini, kama hamsini na nane na mfano wake, lakini actually jana imeadmit kwamba mateka waliopo hai inashakiwa kwamba ni ishirini, maana yake wengine wamekwisha, wamekwisha fariki. Ni miongoni mwa, mwa, mwa yale ambayo alikuwa amezungumza uh, Benjamin, Benjamin Netanyahu, lakini kutokana na reaction ambayo tuliona kwa Rais Donald Trump alipouliza swali kuhusiana na, na movement ya Benjamin Netanyahu maanake aliyese kujibu hilo swali, na hii ni kuonyesha kwamba uh, yuko pamoja na Benjamin Netanyahu, na hili pia linatuashiria kwamba uh, mgogoro hasa wa, wa, wa, wa, wa Gaza, maanake ni mgogoro utakaochukua muda mrefu sana, ni mgogoro utakaochukua muda mrefu sana na zile juhudi ambazo zilikuwa zinafanywa na watu wa baadhi ya nchi za Magharibi kama tulivyoeleza katika vipindi vyetu vilivyopita vya kujaribu kuitilia presha nchi ya Israel kwamba istopishe kupigana na mfano wake, ni jambo ambalo tunaamini kwamba kulifikia litakuwa ni gumu mpaka siku ambapo Marekani watasema kwamba sasa basi, ndio inawezekana, ikawa ni stage ambayo itapelekea uh, mgogoro wa Gaza ukafikia katika, katika mwisho wake, lakini hilo pia tunahisi kabisa kwamba kufikia litakuwa ni gumu kwa sababu uh, linahatarisha pia uhai wa siasa ya Benjamin Netanyahu ndani ya Israel, na ukizingatia kwamba, uh, ana kesi na mfano wake, lakini pressure pia ya ndani imekuwa ni kubwa sana, kitu ambacho anaona kwamba survival yake ya maisha yake ya kisiasa na vitu vingine vinategemea zaidi yeye kuwepo ndani ya uongozi na kuendelea vita, na ndio maana amekuwa akitangaza sasa hivi au kumekuwa kuna speculation za kwamba Israeli wana mpango wa kushambulia Iran. Israeli wamekuwa wanafanya operation Syria, na kitendo cha kuwa wanafanya operation katika sehemu nyingi, maana yake inaonekana kwamba eneo la Gaza pia wanaweza wakali wakali, wakali dhibiti kama vile wanavyosema, pamoja na kwamba udhibiti wake utakuwa una changamoto kubwa sana, kulingana na ideology ambazo zipo katika wapiganaji wa Hamas ambao wanaamini kwamba solution ya mapambano yao ni mbili tu, aidha wafe au wapate kile ambacho wanakitaka wana. Hii ni ideology ambayo wamekuwa wakiishi nayo, kwa hiyo ni sehemu ya yale ambayo yalitokea katika uh, siasa ya, ya, ya ulimwengu. Na tulisema kwamba uh, ingekuwa ni vyema zaidi tukajaribu kukufahamisha ili uweze kupata update ya kile ambacho kinaendelea. Kina jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuomba tu usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.